Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yangu na leo naenda kuwaletea video nyingine. Video yetu ya leo tunaenda kutengeneza keki ya vanila. Makini kanami mwanzo mpaka mwisho, usahau ku like, ku share na ku subscribe. Vanila kama vanila sio ladha tu, unajua watu wengi mnajuaga vanila, vanila mnasikia labda kwenye ice cream au kwenye keki au kwenye nini. Vanila ni zao. Hili ni zao ni kama mazao mengine tu. Kwa hiyo ni zao ambalo lipo kama hivi kwenye picha linaua lina lipo kama lina kama njegere hivi nseme e. Kwa hiyo ni zao kama zao, ile zao ndo linaenda kutoa kitu kinaitwa vanila. Vanila ina inatumika sana sana kwenye kuweka ladha katika vyakula mbalimbali, katika keki, katika jwisi, katika yaani vitu vingi vya kula kula, katika perfume, katika vitu vingi, kusema ukweli. na leo tunaenda tawala sio ladha kali kwao. Keki ya vanila inakuaga ni, ina yani, ina ni, ni, ina ni keki tu ya kawaida ina rangi rangi. Yani kama hiyo unavyoiona kwenye picha hapo ndio inavyokuwa keki ya vanila Sio kachanganyikiwa kwa kusikia keki ya vanila, labda inapaswa hiyo na rangi fulani, rangi fulani. Hapana, keki ya vanila haina rangi, inakuwa tu ina rangi ya kawaida ya keki. Kitu cha kwanza naenda kuelezea kwa ladha, hii ni ladha ya vanila, kama unavyoiona vanilla flavor. Hii ladha ni yani, sio kwamba ni vanila yenyewe. Yani hii imetolewa kwenye vanila, yani tunapata ile harufu ya vanila. Nadhani mtakuwa mmenielewa pale. Kuna ladha ya vanila na kuna vanila yenyewe. Vanila yenyewe ni gharama sana jamani, ni gharama. Kwa hiyo waga wengi wanatumiaga ladha ambayo, yani ile inatoka, wanatoa tu nanilio harufu ile, ile inakuwa, wanaitengeneza inakuwa kwenye mfumo wa ladha. Kwa hiyo hii ladha inatumika kwenye ice cream, kwenye keki, kwenye nini, ndo kwenye keki. Sasa nikiongelea, ndo inatumika sana hii ladha. Kwa hiyo tuna kwenye vanila, tunakuwa na ladha tu. Kwa hiyo yani, mtu asijaka kudanganya kama vanila, si utakuwa umeika nini nini, hamna tunda wala nini ambayo utaliongeza zaidi ya hiyo ladha, yani hiyo ladha ndo inakamilisha keki ya vanila. Ili keki ya vanila, ili keki ya vanila lazima inuke kivanila vanila. Kama wewe una uwezo sana unaweza ukanunua ile vanila yenyewe, sasa ni gharama sana kusema za ukweli. Kwa hiyo kama unaona ni kitu ambacho bwana ah, mimi ni gharama sana, unanunua ladha ya vanila. Nadhani hapo kwenye ladha tutakuwa tumeelewana, na kwenye ladha unaweka ladha kama unavyoweka kwenye keki nyingine za kawaida. Kwa hiyo yani, sio kwamba ni kitu ambacho una yani, sio kwamba ni kitu ambacho kwamba unaitengeza tofauti kama keki ya kawaida, unavoweka ladha labda vitone vitatu hivyo, inategemea na uwingi wa keki yako. Kitu kingine ni sukari. Sukari nimeongelea katika kila sehemu. Jamani, sukari kama unatengeza keki ya nyumbani ya kula labda nyumbani, unaweza kutumia sukari ya brown, lakini mimi napendelea sana kutumia sukari nyeupe. Sukari ni kiungo muhimu sana kwenye keki, kwa sababu ili keki iwe tamu lazima uweke sukari. Wengine wanawekaga asali lakini mimi nashauri tuweka sukari, kwa sababu asali na sukari vina utofauti. Lakini kama wewe ni mtu ambaye upende kutumia sukari, unaweza kutumia asali, lakini tuachane na asali. Sukari tena sukari nyeupe. Sukari nyeupe ni nzuri sana na keki yako itaonekana nyeupe zaidi ukiweka sukari nyeupe, kutofautishana na sukari ile ya rangi ya kahawia au rangi ya brown. Kwa hiyo nasisitiza sana kwenye swala la sukari. Jamani, tumieni sukari nyeupe kama wewe unataka keki yako iwe na muonekano mzuri na hata ladha inakuaga tofauti. Yani, hizi sukari ndio zote zina utamu, lakini kwenye ladha zinakuwa na utofauti kabisa na, yani sukari ya brown na sukari nyeupe inakuaga na tofauti. Kwa hiyo keki ya vanila, kama unapenda iwe nzuri, iwe tamu, weka sukari nyeupe tu. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu ni Prestige. Hii prestige nadhani nishaongelea sana kwenye video nyingine, na tukirudi hapa tunaongelea tena hii prestige, ama unaweza kununua Blue Band kama una prestige, lakini mimi nashauri sana watunua prestige kwa sababu prestige ina ladha ya vanilla. Eh, watu walikuwa wajui wengi kile kiarufu kizuri kile cha prestige ni ladha ya vanilla. Kwa hiyo sasa ukitengenezea kwenye keki ya vanilla yani, ile keki inanukia kivanilla, vanilla, vanilla. Kwa hiyo yani prestige inachangia ina ladha ya vanila na yenyewe. Kwa hiyo hata ukiona unatengeneza keki ya vanila usipendelee sana kuweka vanila nyingi kwa sababu Prestige na yenyewe ina vanila. Kwa hiyo kuliko kutumia Blue Band. Blue Band haina vanila. Blue Band iko plain iko kawaida lakini Prestige ina vanila. Kwa hiyo mimi nashauri sana watu watumie Prestige badala ya Blue Band. Kitu kingine ni mayai. Mayai yanahitajika kwenye keki yoyote hii. Sitaiongelea sana kwa sababu mayai, yaani ni kiungo muhimu sana kwenye keki, japokuwa sio kila keki inatengenezewa na mayai, lakini ili keki iwe nzuri, tengeneza tu na mayai. Kwa hiyo mayai sitaki kuongelea sana. Kitu kingine sababu nishaongelea kwenye video zingine nizozipost, hii nitaongelea kwenye kila video nimeongelelea kwenye video nyingi, kwa sababu kuna keki aina mbalimbali, na keki zote bahati nzuri tunatumia unga huu mmoja, unga wa PPF. Hakikisha unaenda kununua unga wa PPF, tena mimi nashauri sana ununue huu wa pakiti, yaani usinunue ule wa kupima, nunua tu wa pakiti, kwa sababu wa pakiti mara nyingi unakuwa kilo moja, kuna kilo mbili na kuna kilo tatu. Sasa utaangalia ni wewe ni unga gani ambao unaupendelea. PPF ni unga mzuri sana kwenye kutengenezea keki na sishauri kutumia unga wa ngano ule wa kawaida ule ambao wanauza madukani wa kawaida, msipende kuutumia kwa sababu keki yako haitatokea vizuri. Sio kwamba hujui kutengeneza, ni kwamba unga ndo umekuangusha. Kwa hiyo mimi nashauri sana mtumie PPF. Kitu kingine ni baking powder. Baking powder ni muhimu sana sana sana kwenye keki yoyote Nitaenda e, kuelezea vizuri kwenye keki yoyote, baking powder ni muhimu sana. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza keki ya vanilla usikose baking powder, kwa sababu ni kiungo muhimu sana, ndio kitafanya keki yako irise ama ipande hivyo na ipande vizuri, kwa sababu baking powder na yenyewe inawekwa kwa vipimo, hauweki tu kwa kukadiria, na ukikadiria unaweza ukatoa kitu kibaya, na sio kwamba hujui kutengeneza keki ulipima baking powder kwa kukadiria, lakini baking powder ni kiungo ambacho kiko very sensitive, kwa hiyo kinahitaji sana umakini wa hali ya juu. Pia kinahitaji kiwe kimepimwa. Yaani, ukiambiwa uweke gramu kumi katika huu mchanganyiko unaweka gramu kumi. Yaani ukiongeza unaharibu. Ndiyo kazi ya baking powder kwao ni kiungo muhimu sana na nashauri sana ununue baking powder kama hiyo unayoona kwenye picha. Zinapatikana madukani, yani madukani kama basi, mtani kwako kwa hazipo, jaribu kwenda Kariakoo ama Tandale, na kama unaishi mkoani basi jaribu kwenda mjini, zinapatikana. Kitu kingine ni maziwa ya unga. Jamani, maziwa ya unga ni ya muhimu sana sana sana, kwa sababu maziwa ya unga yanafanya keki iwe laini. Na tuweke mengi jamani, ukiweka mengi unaharibu unaaribu, yani tunaweka kijiko kimoja tu cha chai. Kuna kile cha kulia chakula na kile cha chai kidogo, unaweka tu kijiko kimoja cha chai, kile cha kulia chakula au usi, yani usiweke maziwa mengi kusema labda keki si ndio iwe na maziwa. Hapana, unaweka tu kidogo, alafu keki yako, yani itatokea laini, yani laini nzuri kweli, sio maugari ugali si nini, imechambuka inakuwa laini, inakuwa ina ladha nzuri kwa hiyo maziwa ya unga yanasaidia sana keki kuwa laini, na kwenye keki ya vanila usikose basi maziwa ya unga jamani, kwa sababu ni kitu ambacho kitaongeza ladha nzuri, yaani utaonekana, eh, umejua kupika si nini? Kumbe ni maziwa tu uliyoongeza. Kitu kingine ni buttermilk, hii buttermilk nayo ni muhimu sana, au maziwa ya mtindi. Kwa hiyo hakikisha una maziwa mtindi, buttermilk au kama una vyote, unaweza ukawa na maziwa yale yanaitwa yogurt. Kwa hiyo hivyo vitatu kimoja hapo, na utaweka tu vijiko kama viwili vya chakula. Kwa hiyo hapo ni wewe tu, ila yanasaidia sana kupata ladha, yani keki inakuwa ina ladha nzuri. Sasa tunaingia kwenye vikorombwezo n yani sio lazima sana lakini, kama unapendelea, sio lazima sana lakini na yenyewe ukiweka kwenye keki, keki inakuwa tamu. Hizi hapa tunaita raisins ama zabibu kavu, ina majina mengi, ni wewe tu. Hizi nazo tunaweka punje kama, inategemea. Mimi napendaga nyingi, kwa sababu kuna wakati hata so, punje kumi na zabibu kavu ziko aina nyingi, yani kuna hizo brown, kuna hizo rangi ya gold, kuna hiyo nyeusi, kuna hiyo gold nyingine, kwao ni wewe tu kuangalia ni, ni zabibu gani na zote zina ladha niseme ladha moja tu, yani hazitofautishani sana ladha, lakini ukizoka kwenye keki, jamani, ukiwa unakula keki yako afu na zabibu inakuaga yani, eh, eh, takusema ukweli kwa kama ni mtu mpenzi wa zabibu unaweza ukaweka pia, lakini kitu kingine ni hivi vipipi, si niseme sio vipipi yani, ni mapapai ambayo yamekaushwa, yanaitwa tutti frutti ama ni mapapai yaliokaushwa, kwa hiyo mara nyingi madukani unaita tutti fruit au ukionyesha picha, bana mi nataka hii, wanakupimia. Inauzwa bei rahisi sana na yenyewe ni matamu jamani, yeah, yeah, matamu sana kama keki unapendelea keki okay, yeah, lakini kama, lakini kama sio mtu mpenzi unaweza usiweki, na waga yanapatikana. Kwa hiyo picha ninakuonyesha yani, ukienda kununua madukani Ndo ina, hivi ndo inavyoonekana hivi ninavyokuonyesha. Kwao ni tamu sana, kusema za ukweli yani ni tamu e, ni tamu yani, ukieka kwenye vikeki, basi keki yako ukiwa na ile katikati, unakula na hivyo vipipipipi, basi inakuwa burudani kabisa. Natumaini umejifunza keki ya vanila siku ya leo, na natumaini umeenjoy, na kama una swali lolote, unaruhusiwa kuuliza hapo kwenye comment, nitakujibu. Kama una maoni, mapendekezo, pia unaruhusiwa kuweka kwenye comment pia. Usahau ku like ku share video hii na ku comment na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, nikutakie siku njema, kwaherini.